sababu ya kukuelewesha mateso katika huduma yako. Aleluya. Usivunjike moyo sababu kuna watu walikuzungumzia pana. Wakati wamezungumuza juu yako ndiyo wakati ya kuendelea yako. Bwana tusaidie sana. Aleluya. Yesu alionekana kwake akamwambia, Paulo kuwa imara. Aleluya. Kuwa imara kama vile umenishuhudia Yerusalemu, vile vile utanishuhudia tena Rumi. Tushuke kadogo tuzungumuze hivi, Yerusalema ni kontinadazi Rumi kwenye ataendaka mshuhudia ni wapi? Ni Europe? Bwana Yesu atusaidie sana. Mateso katika hali ya kutumikia Mungu, kila mtu anakuwaka na mateso yake. Nyuma ya kufungiwa Yerusalema miaka mbili wakafanya utafiti, wakakuta wamuache huru arudi kwake. Paulo kuinama kichwa chini, jije maiko kumukono ya banaume bamwambie, bwana, tulifanya verifikasio ya bia kwako, lakini kufunguliwa papa. Ndio maana mkuu, mnaombea watu wenye wanafungiwa. Ni problem bana kubebaka tu, nasimama pembeni ya tomato nasema, munaikamatia nini? Mbona simwange tomate za mutu Bana kubeba haraka, utawaza utarudia busubui, megutoka inakuwa problema beza mu prison. Banataka mwambie, tuko tunaona tukuache huru, maana kwa maankete zote tumefanya hauna tatizo lolote. Paulo, kiroho iliyo ndani yake, akakumbuka iyi ujumbe aliyopewa na Yesu, ya kwamba vila memshuhudia Yerusalema vile vile atamshuhudia wapi? Rumi. Akajiswali sasa, wanataka kunilibere nirudie kwa uwanja ya wale watesaji wangu. Hiyi ujumbe nimepewa ya kwamba nitafika Rumi kwa nchi ya Itali, itatimia namna gani? Si mwanaume akashanje system, amie munilibere Muda yangu mumepoteza, buri minashanje maneno miye, mpaka nifike mbele ya Kaisari. Nifike wapi? Sitakubali, siwezi tokea hapa kwa hii prizo yenu ya Goma. Miye mpaka nifike Kinshasa kwa raisi niulize vizuri, sababu gani munaweza nitesa miaka mbili mwanaume. Wakamwambia rudi mugereza wakati transfere wameisawanisha pamoja na kikundi cha wengine watapelekwa Rumi, naye akakuwa miongoni mwao. Imagine mtu alitaka mulibere yeye, anawaambia murudishe karaka wapi kumkono. Habari zenye tumesoma sasa ni habari ambazo zimetokea katika safari ya kwenda Rumi. Bwana tusaidie sana kupata mtu wa maana katika mtu wa maana katika. Kwa utafiti wangu huko, maneno mawili yenye nilipima kuchambua, lakini moja sitaisema kwa pana. Nakuwaka na kilio sana, mimi nakumbuka hii i bato yenye za maka, nakuwaka na kilio sana, minajiuliza mbona wanasemaka Mungu ni mwenye huruma? uyanini a kuhurumia dawa babebe benye balikuwa kubifua byabazazi yao na nazambi lolote, kama bazazikobeb z merikebu bila Paulo kukuwa ndani yake. Hawa watu wote mia mbili makumi saba na sita walikuwa wamewekwa ku kifo ya bahari. Bwana, tusaidie sana Labda mawazo yangu ikanituma kuwaza, mungalifikiri vizuri Paulo niweke kwa zamiri zake asifunguliwe Yerusalema, maana akisafiri kwa merikebu hii, sababu yake atakuwa mtu wa lazima kwa hawa wengine wasizamishwe katika bahari ya Adiria. Ili likuwa moja yenye niliwaza. Aleluya, Bwana tusaidie sana. Ambia mwenye iko pembeni yako dzad Mwambie sike bs unaweza nisamee vile mimi nakubali kuwa rafiki yangu ju, hii burafiki yenye mneza anza leo le premier kule mbele, akaitika kukuwa rafiki yako kule mbele labu, daneza kukutosha mumagumu fulani. Amekubali, amekubali. Hey, mutunzeire burafiki yenye imeanza leo le premier sababu kule mbele labda ukapata msaada kwa huyu mutu anakuwa walazima kwako Paulo wakati bako mwai merikebu ya kwenda Rumi walikuwa watu mia moja makumi saba na sita na bakia kose na dakika tano ni ikale Aleluya hawa watu walikuwa sehemu ine sehemu ya kwanza walikuwa waongozi wa merikebu sehemu ya pili walikuwa wachuruzi. Sehemu ya tatu walikuwa badeteni, baprizonie. Miongoni mwa wale baprizonie na Paulo iko ndani. Sehemu ya ine ni wabaharia, waongozi wa merikebu. Njoo zilikuwa parti ine zilikuwa ndani ya merikebu hii. Sasa nizungumuze neno ya lazima sana kwa maneno haya. Munga ameweka kwa moyo wangu uielewe. Simunajua tuko katika siku za Pentekoste, ndiyo Imagine watu wako na maranka kumabega sababu escort ya kutoka Yerusalemu ende Itali habatatuma batu chini chini. Manake balikuwa viongozi ba enye wanaonekana, huyu ambaye wanaita General Gilis alikuwa kiongozi mkubwa wa Kirumi. Sasa musa yao juu ya bahari, nenda tokea kumutu mwenye anafunga hava viatu, kichwa chake ni muchafu. Unaona, naona deteni naba deteni huku chini bana baima chakula mpaka banabapatia jina ya mupya, semeni bagonda gonda. Sasa gondagonda njo mwenye iko na jibu ya batu venye banashiba maziwa merke, binaendelea katika uzito wa kuendelea, wanaenda huku binashindikana, wanaenda huku binashindikana. Ukirudia kumustari wa kumi na ine, wabaharia walifanya kwa akili zao zote za uongozi wa merikebu wakashindwa. Maana munga na vurugaka vitu vikuwe vizito sana, sababu katika ile uzito alete salama ya moyo kwa watu. Bwana tusaidie sana. Hamunisiki? Hamunisikii? munakumbuka siku barabara za sake zilikuwa zinafungiwa na za kichanga na wapi, Goma munapendaka sombe si sombe likwirisha kwa sawa oro saka barabara bamekafungula na ba motare ba mutransfer, nilikuwa mimi naenda banenda somba sombe minofu ba mama ku barabara sombe njoo sombe. Mbona mko mnaenda kuzitafuta tena? ni sababu lehe ya sombe lisha punguka, juu ni fasi yote me ile periode sombe likuwa kitu chenye kilishakosekana kosekana hapa. Munga naweza kubali njia zifungwe hivyo. Maana na walimaji wasombe wapate promosio esiku najua watu wa kitembo wabumabote bure. Eh, bwaivi barisha jipata bako na mabisi hapa wakati vimefungwa njia imepita, imepita nzulo wamejipata papa. Jaribu ya haba inakuwa jibu yawa. Sasa njo Mungu ule Paulo akatoa shauri akawaambia kama uongozi wa merikebu meshindikana, munisaidie mshikie shauri langu, musitoke kwa kisanga hiki cha Krete, maana maana niko na ufunuo ndani yangu. Tukaendelea haraka bila mashauri ya Mungu, sisi sote tutafariki. Bibilia ina kuelewa maneno ya Paulo, maana ni deteni mutu mudogo haba musiki yake Bwana, tuhurumie sana. Kutojali watu wadogo kiroho, kimenipeleka kwa wale wanaume ine wenye walitembelea Ayubu w <tutu> <tutu> Haleluya, barafiki ngapi? Pastor, wanasema barafiki wangapi? Barafiki ine. Sasa wale barafiki ine wamefika kwa Ayubu, mumoja wana muefase amesafiri pamoja nao twende kwa rafiki yetu Ayubu. Me, sababu ya degre d'inferiorite iko wa chini kijana. Okay. Mpaka muefase kitabu cha Ayubu mzuri, kuanzia sura ya kwanza mpaka makumi moja. Wale wanaume tatu wako wanashindana na Ayubu mu dialogue, wakamshinda. Ule kijana mu chapitre 30 kabambia, ata mazarau yenu mulinizarau, mukae hapa, mniachie nafasi nizunguke.